Mwisho wako ikawa jehanamu itakusaidia nini? Kumbuka, tuna maisha mengine baada ya haya tunaoishi, kuna maisha mengine ambayo ni ya milele, na ndio maana Mungu anataka kupewa nafasi ya kwanza. Mungu anataka kupewa nafasi ya kwanza, kwa Yesu akamwambia kwamba itakusaidia nini ukapata kila kitu alafu ukapoteza nafsi yako alafu mwisho wako ikawa jehanamu? itakusaidia nini? Itakusaidia nini? wako wako bize na mambo ya dunia hii na maandiko anasema kwamba mtu anayeipenda dunia hii hawezi kumpendeza Mungu. Paulo akasema msifuatishe namna ya dunia hii, msifuatishe namna ya dunia hii. Itakusaidia nini ukapata kila kitu hapa duniani halafu mwisho wako ikawa jehanamu, mwisho wako ikawa ni jehanamu, mwisho wako ikawa ni mateso ya milele, itakusaidia nini? Yesu alikuwa anajaribu kuwatazamisha, na mimi najaribu kukutazamisha haya kwamba itakusaidia nini ukapata kila kitu ukapata kila kitu ukawa na kila kitu, alafu mwisho wako ikawa jehanamu, mwisho wako ikawa jehanamu? Kumbuka habari za Lazaro na yule, na yule tajiri. Ni kweli kwamba alienjoy hapa duniani, lakini mwisho wake ilikuwa ni mateso ya milele. Akamwambia Lazaro, mwambie huyo atume watu kule duniani, atume watu kule duniani ili wakawaambie ndugu zangu wasije huku niliko. Duniani alikuwa na ponda raha duniani, alikuwa tajiri kweli, inawezekana hakuna alichopungukiwa, lakini sasa ilimsaidia nini? Baadaye anakuwa na mateso ya melele, mwisho wake ni jehanamu. Itakusaidia nini ukawa na kila kitu alafu mwisho wake akawa jehanamu? Mwisho wake akawa jehanamu hatutaacha kusema na wewe habari za maneno neno la Mungu ili angalau tupate watu wa kuwatoa kwenye udanganyifu wa Shetani. Mathayo 16:26, itakusaidia nini? Kumbuka kwamba ulikuja ulikuja bila kuna kitu na utarudi au utarudi mbinguni bila kitu. Wakati Ayubu alipokuwa ameshambuliwa na shetani mali zake zote zikaondolewa zika, zika watoto wake wote wakaondoka, alafu akapigwa na mago na majipu kuanzia kichwani mpaka utosini. Akasema nitoka kwa mama yangu nikiwa uchi na nitarudi nikiwa nilitoka, nilikuja hapa duniani nikiwa uchi na nitarudi nikiwa sina kitu. Hautaondoka na kitu chochote kile, na ndio maana haijalishi wewe ni tajiri kiasi gani, siku utakapokufa siku utakapokufa hautaondoka na vitu vyote ulivyovitesekea kwa muda mrefu ulivyovitabikia kwa muda mrefu. Sisemi kwamba usifanye kazi, fanya, lakini mweke Mungu nafasi ya kwanza. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine yote mtazidishiwa, mtazidishiwa. Sulemani, ambaye alikuwa tajiri, anajaribu kuhitimisha kwenye kitabu chake cha mumbili, alijaribu kuangalia vitu vingi. Kumbuka alikuwa tajiri tajiri dhahabu kwake, hata kiti alichokuwa na kalia alikuwa ni dhahabu tu. Wewe hujafikia kiwango ambacho Suleiman alikuwa tajiri, hujafikia kiwango. Lakini Suleiman anahitimisha kwa kusema cha msingi, hii ndio jumla ya mambo yote niliyoyazungumza. Alijaribu kuangalia vitu vingi, akaona ni ubatili mtupu, ni ubatili mtupu. Anahitimisha kwa kusema hii ndio jumla ya mambo yote niliyozungumza, cha msingi, mtu amche Mungu. Usipate hasara ya nafsi yako, usipate na hasara ya nafsi yako. Kumbuka mbingu ipo na jehanamu ipo, mbingu ipo na jehanamu ipo. Haina maana ya kuwa na kila kitu hapa duniani alafu mwisho wako ikawa jehanamu, mwisho wako ikawa ni jehanamu. Na kama hujaokoka basi, pokea neema ya wokovu katika jina la Yesu, mkubali Yesu awe Bwana na mwokozi wa maisha yako, maana alikuja kwa ajili yako Jehanamu haipo kwa ajili yako. Jehanamu ipo kwa ajili ya shetani. Jehanamu ipo kwa ajili ya shetani, sio kwa ajili yako. Mbingu ndio sehemu yako. Hakuna faida ya kuwa na kila kitu, alafu mcho wako ikawa jehanamu. Mwisho wako ikawa ni mateso ya milele. Think about that. Haitakusaidia kitu. Haitakusaidia kitu. Unamhitaji Mungu. Hakuja, hukuja hapa duniani uishi unavyotaka. Ulikuja hapa duniani uishi kama Mungu anavyotaka. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya, na kama hujampokea, kama natamani kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha, unaweza ukafuatisha sala hii. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, nisamee dhambi zangu, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, na andika jina langu kwenye uzima wa milele Ninaamini ya kwamba ulikufa ukafufuka ili kuniokoa. Kuanzia sasa, ninakupokea uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, amen. Kama umeomba maombi haya kwa imani, tayari wewe umekwisha okoka. Tafuta kanisa la kiroho ambalo litakusaidia wewe kuweza kuukulia wokovu. Mungu akubariki katika jina la Yesu. Na kama umebarikiwa na mafundisho haya, usisahau kusubscribe, lakini pia unaweza kuwashirikisha watu wengine unaopenda mafundisho haya. Katika jina la Yesu, amen.